Huh? Sabato maana yake mapumziko. kkayakwaaoawt kaza saa Tunasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao nyo na mzigo, nami nitawapumzisha kwa, kwa na sabato unatoka pumziko ambapo alikuwa msha nini mambo ya kiroho kwamba uhalisia wa sabato ile ilikuwa inafanyika kimwili, ile miaka saba sijui mimi saba sijui sabato saba sijui nini huko, sisi mambo mambo mambo mengi sijui sasa. Yesu anakuja kwa pumziko na kwenda mbele za mbinguni na huko paka pumziko hilo ndio Bwana Yesu alikuwa na na govi na sabato, kwa sababu alikuwa waelewi maana yake. Kwa hiyo sasa hivi siku ya sabato hizi ni pindi zote ni cha hatari.